Botswana Botswana ni jangwa Botswana inauza nyama wana kampuni yao inaitwa Mitiako mwaka jana wameuza nyama nje ya nchi yao nje ya nchi kutoka hapo kwenda Marekani kwenda China kwenda wapi nyama ya dola za Kimarekani bilioni 2.5 trilioni 5 bajeti yetu trilioni hamsini na nne makadirio sio bajeti halisi makadirio madini yote na kila kitu tunachouza tumeishia trilioni moja point nne wao nyama peke yake wameuza ya trilioni tano sasa nyie wamasai nimewaambia ardhi yenu simanjiro hii ina ukubwa wa square kilometa elfu kumi na tisa sisi chadema tungekuwa madarakani tungefanyaje hili eneo halijapangwa. Ng'ombe hawali miti, ng'ombe wanakula majani. Uongo kweli? Nchi nyingine wanavyofanya maeneo yanatengwa, vijiji vitakaa hapa, watu watachungia hapa, yale maeneo yote ya kuchungia. Bahati nzuri mvua zinanyesha huku, serikali ilipaswa ichimbe mabwawa makubwa ya kuweka maji pale. Pili, serikali iwe na uwezo wa kumwagilizia maeneo yote haya. Huu mkoa au hii wilaya, ingekuwa ni wilaya ya ufugaji. Wangejenga viwanda vya kuchinjia mang'ombe hapa, kupaki nyama hapa, viwanda vya ngozi, vifaa vyote vinavyotokana na ngozi, viwanda vya viatu, kwa sababu ngozi zingekuwepo hapa, viwanda vya mikanda, pembe pembe, za ng'ombe kwenye ng'ombe, ukichinja ng'ombe, kwenye dunia iliyoendelea, kinachopotea ni sauti tu ng'ombe. <tinyan> hakuna kitu kingine kinapotea. Kwato zinatumika kutengeneza madawa ya kuzima moto, pembe ndio zinazotengeneza vifungo hivi na vitana vile tunavyochania nywele. Sijui kama hata mnajua vifungo vyote hivi mlivyovaa ni pembe za ng'ombe. Sijui kama mnajua hivi, hizo ni pembe za ng'ombe, hivi vifungo hivi. Ngozi ndio inayotengeneza mikanda inayotengeneza mabegi viti vya magari, vinavyotengeneza sofa za bei kubwa, ni ngozi ya ng'ombe. Damu ndio zinatumika kutengeneza vyakula vya mbwa na kila kitu duniani, vinauzwa kwenye masupemaketi yale mavi ya ng'ombe ndio yanatumika kutengeneza mbolea. Sasa ni nini unachopoteza kwenye ni ng'ombe? Nini kinapotea? Tungekuwa na watu wenye akili walishabadili bridi ya ng'ombe. Mmeletewa ng'ombe wakubwa, kwa sababu leo hapa mnakaa ng'ombe gale, ukikapima kanakuwa kilo mia moja na kitu kilo mia mbili ng'ombe mkubwa zaidi labda ni Boran ambaye ataenda kilo mia Nazungumza hivi kwa sababu mimi ni mfugaji pia, najua haya. Mampa ng'ombe mkubwa zaidi ni Boran, ataenda kilo mia tatu lakini watu walishatoka huko Botswana. Watu wanafuga ng'ombe anakuwa na kilo mia tisa elfu moja Ni nyati, na hizo bridi zipo unakamua ng'ombe maziwa Masai hapa, ng'ombe anayetoa maziwa mengi ni nusu lita huyo, mpaka mnamshangaa. Mimi na ng'ombe anatoa maziwa lita ishirini na tano kila siku. Nchi hii tunaagiza maziwa, mwaka jana tumeagiza maziwa kutoka hadi Rwanda. Rwanda ni ndogo kuliko, inakaribia kulingana na mkoa, na, na, na wilaya yenu. Rwanda inalingana na wilaya yenu. Tunaagiza maziwa kutoka Rwanda ya bilioni ishirini na mbili. Yaani, Tanzania hii hapa imeagiza maziwa kutoka Rwanda ya bilioni ishirini na mbili na nchi zingine hizo. Bilioni ishirini na mbili zingewekezwa kwenu, mkapewa proper breeding ya ng'ombe, mkapewa viwanda vya maziwa hapa, hivyo viwanda kingekuajiri wewe, ungejenga nyumba, ungemlipa huyu fundi, huyu angepata angenunua kitanda kwa mtu anayechonga kitanda. Mngekuwa na kiwanda cha nyama hapa, kingemwajiri huyu. Leo nani asingekuwa na ajira hapa Simanjiro? Ivi mnanielewa nyie? Umaskini wetu ni wa kutengeneza, kama Bob Marley anavyosema kwenye wimbo wake wa Rat Race, in abundance of water a fool, katikati ya wingi wa maji ni mjinga anaweza kuwa na kiu. Katikati ya utajiri wajinga wamekuwa maskini.